Hayo yamesemwa na wafanyabiashara mkoani hapa kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania, TRA Mkoa wa Singida na kuwapa pongezi. TRA, tunawapenda tunawashukuru. Kwa sasa wa hivi hawatusumbui kama zamani, na mama naye tunamshukuru. Mama Samia Suluhu Hassan ametusaidia kwa sisi ambao tulikuwa na shida ya asili ya mkopo wa asilimia kumi ametupatia akina mama, tunamshukuru kwa kweli. Sisi kwa sasa hivi ushirikiano wetu na TRA ni mzuri, wanatusikiliza vizuri, tunajieleza ni tofauti na mwanzo, kwa hiyo tunashukuru sana na tunaomba ushirikiano huu uendelee hivyo hivyo. Kuna mabadiliko makubwa. Zamani, unajua kuambia kwamba lipa laki tano haibadiliki, inakuwa ni hiyo hiyo, lakini sasa hivi kuna kitu ambacho alau, mnaweza mkasujesti mkazungumza mkatoa habari nzuri mkaelekezana, mwisho wa siku mambo yakaenda. TRA ya sasa ninaona inafanya kazi zake kwa ufanisi kidogo kwa sababu usumbufu wa kupitapita kwenye maduka naona umepungua. Tunatamani TRA waweze kufanya jambo moja, wa, wa, wa, wawe karibu na wateja na kuweza kuwapa jinsi gani ya elimu ya, ya, ya, jinsi gani elimu ya mlipa kodi. Meneja wa TRA mkoa wa Singida Josephat Mwaipaja amewahakikishia ushirikiano zaidi wafanya biashara hao. Niseme, fahari na tunafurahi pale tunapoona wateja tunaohudumia wanakuja na mrejesho wa aina hiyo, mrejesho chanya, kwa maana ya kwamba wanaridhika na zile huduma ambazo tumekuwa tukizitoa. Kama ambavyo mnavyojua, nyinyi ndio kioo chetu, kwa maana ya kwamba nyinyi ndio watu wa kutuambia viwango vya huduma zetu, wapi tunakosea, wapi tunahitaji tuboreshe. Niseme tu sisi kama Mamlaka ya Mapato tumejipanga na tutahakikisha kwamba tutaendelea kutuma kutoa huduma bora kwa maana ya kwamba tutakidhi matarajio na ikiwezekana tuzidi kidhi matarajio yale ambayo nyinyi mnategemea ku matarajio ambayo matarajio ya huduma ambayo nyinyi mnategemea kuzipata kutoka kwetu.